Sasa nina swali kwa vijana ambao mnaenda kuongea kutoa kero zenu kwenye hiyo wizara ya vijana kwa huyo uh, waziri haramu wa vijana mnaenda. Tumeshakubaliana kama taifa kwamba hatuitambui hii serikali, hii serikali ni batili, ni serikali haramu. Vijana mnapokubali kwenda pale kuongea nao na kutoa kero zenu, hamuoni kama mmeshawahalalisha kwamba ile ni, ni serikali halali, mnaitambua mna, mna. Kwa nini mnakubali kuchezewa akili hivyo vijana wa Tanzania? Tulisha, e, yaani tulishafika sehemu ambayo mmeamka, mna akili. Kwa nini bado mnakubali kuchezewa akili? Mnadhani hawa sasa hivi wanawasikilizeni nyie kweli, au ni kwamba wanataka tu mtulie, msiandamane ni nini, ili wao waendelee kushikilia nchi? hii serikali batili, ingekuwa inawasikilizeni vijana, baada ya mauaji waliofanya wangetoa haki haraka sana, wangetoa haki. Mnaenda pale menda kuongea uh, vitu, yaani mnatoa malalamiko wenu, wanawachora. Yaani sasa hivi mnajichoresha vijana, mnaenda kutoa malalamiko kwenye ile, mnajichoresha. Wangewasikiliza hii serikali batili, ingekuwa inawasikiliza Watanzania ingekuwa imebadilika kwa njia yoyote ile. Hii serikali kama imebadilika sasa hivi inawasikiliza Watanzania kwa njia yoyote, cha kwanza ilikuwa ni kutoa katiba mpya. Sasa hivi kama inawasikiliza watu, kutoa katiba mpya, kuweka serikali ya mpito na uchaguzi, kuchaguliwa kurudiwa, uh, uh, uh, hiyo ndio ingekuwa ni serikali ambayo imejifunza kitu, ni serikali ambayo inajali nchi hii. Lakini instead wameamua sasa hivi kuwachezeni tu akili, kuwafanyeni map, mapumbavu tumeiba uchaguzi, tumefanya tumefanya kampeni za kiinimacho kini, tukaiba uchaguzi, tukawapigeni risasi wote, tumewaueni. Sasa hivi tumekaa mnakuja, tunajifanya tunawasikilizeni, tunajifanya sisi sasa hivi Magufuli, lakini hatujawapa chochote mlichokitaka, chochote kilichowafanya mkaandamana, mpaka sasa hivi hatujawapa, tunawachezeni tu akili na nyinyi, kama kama tu mazuzu mpompo. Hivi vijana, mnarealize kwamba hakuna hatujapata results zozote, na watu wamekufa. Hakuna results zilizopatikana, na sasa hivi tunacheza ngoma wanazopiga wao. Sasa hivi vijana, sasa hivi vijana wa Tanzania mnacheza ngoma inaopigwa na kina Mwigulu, inaopigwa na Samia, ngoma inaopigwa na kina Kikwete, mnaicheza. Hatuja achieve chochote. Bado hakuna haki yoyote Tanzania na watu wamekufa. Na nchi mmetulia, mnawasikiza kina Mwiguru wanafanya propaganda ya. Inaonekana Mange Kimambi hajafurahishwa na ile hali ya baadhi ya vijana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanza kuipa usikivu serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Ikumbukwe ya kuwa kuna wizara ambayo inashughulikia masala ya vijana nchini humo na ni wizara ambayo imetwikwa majukumu tofauti tofauti, kuasikiza vijana, kusikiza kero lao na vile vile, vile vitu ambavyo vinaweza wekwa kuakisha kuwa vijana wameenjoy nchini Tanzania. Sasa Mange Kimambi kwenye video hii ameongea kuhusu vitu vingi, kubwa zaidi ni ile hali ya vijana wa Tanzania kuanza kuipa usikivu serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Inaonekana hii ni ishu ambayo inamkera zaidi Mange Kimambi, kwa maana yeye, ukiangalia kwa undani, anasema kuwa watanzania wanataka haki, haki, haki, haki ndiyo kaulimbiu yake, na anasema kuwa uchaguzi ulifanyika, ndio sasa kuna vitu vingi ambavyo vilifanyika nyuma pazia, ambavyo vinaenda kinyume na matarajio ya wengi. Alafu pia ukiangalia vizuri, anasema kuwa ni serikali batili, ni serikali ambayo ni haramu. Sasa anasema wanasiasa wote nchini Tanzania ni haramu, kwa maana ni uchaguzi ambao ulifanyika, wengi waliuawa, wengi waliteswa na vile vile kufanyiwa ufundi na maafisa wa jeshi la polisi. Sasa baada ya kupandisha video ya dakika tatu na sekunde kadhaa kwenye mtandao wa kijamii Mange Kimambi ameandika hivi damana kudai haki, hakuna haki hata moja iliyopatikana dakika hii na wananchi mmeanza kusikiliza propaganda zao. Hao wauaji kwa sasa wako tayari kuwachora vijana wa Tanzania kwa kujifanya wanawasikiliza kero zenu ila siyo kutoa haki iliyowafanya mkaandamana na kawaua. Inabidi kila Mtanzania akubali kuwa mpaka sasa Samia katushinda akili nchi nzima. Sasa hivi katulia, akajificha, anatuma vijakazi wake waihalalishe serikali yake bila kutoa haki yoyote ile iliyosababisha maandamano, na sofa anafanikiwa. Alafu akasema hapo please namba yangu mpya ya WhatsApp ni alama ya kujumlisha akaweka moja, tatu, moja, sufuri, nane, sita, sita, moja, tisa sufuri nne. Akaandika hapo, naomba namba itumike kunipa habari tu na sio kunisalimia, maana meseji zikiwa nyingi sana huwa anashindwa kuziona meseji za msingi. Sasa hapa Mange Kimambi anaongea na raia wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawaambia bana, wacheni kuipa usikivu serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa ile hali ya kuipa usikivu ni ile hali ya wananchi kuanza kusikiza vyovyote ambavyo vinasemwa na wizara ya vijana na vilevile vile afisi ya waziri mkuu, kwa maana kuna video ambazo zinatembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii, zikimwonyesha waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Mwigulu Nchemba akitembea maeneo tofauti tofauti, anasema kuwa anawajulia hali wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hii ni ishu ambayo Mange anasema kuwa Mwigulu Nchemba ambaye wakati fulani aliwahi kuwa waziri katika serikali ya hayati John Pombe Magufuli na akapoteza hiyo nafasi wakati huu anajaribu kujifanya Magufuli Junior. Kwa hiyo ningependa tu kusample baadhi ya comments ambazo zimeshushwa kwenye video hii ambayo inatembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii. Mange Kimambi anaongea na raia wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawaambia, ebana wacheni kuwapa usikivu mliandamana kudai haki, hakuna haki hata mmoja iliyopatikana. Dakika hii na wananchi mmeanza kusikiliza propaganda za serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Shamuza underscore SS anasema, yaani huu ni upumbavu wa hali ya juu, mmenipa kesi ya uhaini, umeua wenzangu alafu unataka kunisikiliza kwa umoja wetu. Wakija tena ile show ya Hamza mtaisikizia tena soon. Tuaha Mwaipa akasema na na huku ni kubaki, anatakiwa kupigwa mawe sio kusikilizwa. Alafu Braka di Silva anasema tuwe makini na wasaliti na waona saizi ni wengi mtandaoni, wanataka kutupotosha kina Yuda, ni wengi. 255 pin hao anasema, wanangu wa Mbea, unaturudisha nyuma sana. Alafu akaweka emoji ya makopa, ambayo ameweka emoji ndio ya mtu ambaye ameangua kilio. Sahaba akasema kuongea na waziri wa vijana ni kuwasaliti wenzetu waliouawa kikatili na Samia. Vijana amkeni huyu anajulikana kama Blesser, maana anasema, vijana mnapaswa kujiuliza, kama msingekimbia na kujificha, mngewawa kama walivyo waua wenzenu. Leo angekuja kuongea na vijana gani hapo, mlipo si sababu ya wao walitaka kutumaliza wote, ila tupo sababu tulijiongeza kwa kujificha, na Mungu akajalia tukafanikiwa. Sasa mmekuaje leo mnakaa na muuaji? Msikilize zile nafasi zilizoporwa uhai zinawafikiriaje? Nyie vijana, tujitafakari vijana, laana ya hao viongozi isije tukajumuishwa na sisi. Alafu Dolisas 4 anasema cha ajabu hata ndugu zetu waliouawa kikatili na wametupwa kama uchafu, hii serikali haramu, mnapata wapi nguvu ya kuwasikiliza? Akanyosha mikono juu akaeka emoji ya mtu ambaye ameangua kilio alafu sahaba akasema kuongea na waziri haramu ni usaliti mkubwa kwa vijana wenzetu waliouawa kikatili na Samia. Chaga underscore tu anasema mi sasa hivi sina rais wala waziri wala wabunge mpaka uchaguzi huru urudiwe, nawasilisha kutoka Kimara Gaza. Alafu Emy underscore dc anasema kurudi nyuma ni mwiko. Huyu anajulikana kama Sativa 255 anasema ndugu wa Tanzania, msikubali kuhudhuria hizo press zao, mnatuangusha sana. Wale ni wauaji na wanaogopa wananchi. Hizo press wanataka kujisafisha. Jamani wa Tanzania, msikubali kudanganyika. Alafu official underscore 25 anasema kero zetu tutatoa tarehe 9 Disemba, tukiwa barabarani F Vince Brown 41 anasema mimi mwenye na shangaa, alafu akaweka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinashushwa kwenye timeline ya mwanadada mpambanaji muite Mange Kimambi. Mange anatoa hamasa ya maandamano ambayo itafanyika tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka wa 2025 nchini Tanzania. Anasema kuwa ni maandamano ya amani na itakuwa kubwa zaidi kushinda ule maandamano ambao ulifanyika tarehe 20 na tisa mwezi wa kumi wakati wa uchaguzi nchini Tanzania. Na vile vile Mange pia anasema kuwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waliandamana kudai haki na hakuna haki hata moja iliyopatikana dakika hii, na wananchi wameshaanza kusikiliza propaganda za serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Na Mange anasema hao wauaji kwa sasa wako tayari kuwachora vijana wa Tanzania kwa kujifanya wanawasikiliza ama kusikiliza kero zao, ila sio kutoa haki iliyowafanya wakaandamana. Sasa Mange anasema kwa inabidi kila Mtanzania kubali kuwa mpaka sasa Samia katushinda akili, nchi nzima sasa hivi katulia, kajificha, anatuma vijakazi wake kuyalalisha serikali yake bila kutoa haki yoyote. Kwa hiyo nimejaribu kudadavua mengi na ngalau nipate kujua hali halisi kutokana na hii video moja ambayo ilikuwa posted na mwanadada mpambana ajimuite Mange Kimambi. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, na vilevile kushare ukiwa kule magetoni, vijueni na mitani, usisahau kuwajuza wana kuhusu channel hii ambayo inakuwa kwa kasi zaidi. Wangewasikiliza hii serikali batili, ingekuwa inawasikiliza Watanzania, ingekuwa imebadilika kwa njia yoyote ile. Hii serikali kama imebadilika sasa hivi inawasikiliza Watanzania kwa njia yoyote, cha kwanza ilikuwa ni kutoa katiba mpya. Sasa hivi kama inawasikiliza watu, kutoa katiba mpya, kuweka serikali ya mpito na uchaguzi uchawu, uh, uh, uh, kurudiwa hiyo ndio ingekuwa ni serikali ambayo imejifunza kitu, ni serikali ambayo inajali nchi hii, lakini instead wameamua sasa hivi kuwachezeni tu akili kwa, kuwafanyini mapumbavu. Tumeiba uchaguzi, tumefanya tumefanya kampeni za kin, kinimacho, tukaiba uchaguzi, tukawapigeni risasi wote, tumewaueni. Sasa hivi tumekaa, mnakuja tunajifanya tunawasikilizeni, tunajifanya sisi sasa hivi Magufuli, lakini hatujawapa chochote mlichokitaka chochote kilichowafanya mkaandamana, mpaka sasa hivi hatujawapa. Tunawachezeni tu akili, na nyinyi kama, kama tu mazuzu mpompo.